Nitwaombeni mtafiti inafanya kazi katika taasisi ya tafiti za magonjwa ya binadamu Nimri. Katika siku hii ya leo, nitazungumzia kuhusu tafiti zinazofanyika hapa katika cha tafiti za magonjwa ya binadamu magonjwabindamu bea, na jinsi tunapoendelea kujiandaa na maadhimisho ya kifu kikuu duniani. Kuna mambo kadhaa ambayo ningependa kuzungumza kuhusu kikikuu. Kifo kikuu ni mgonjwa unaosababishwa na bakteria anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Huyu ni bakteria ambaye anasambazwa kwa mtu mwenye kifua kikuu hasa kifua kikuu cha mapafu anapokuwa ana kohoa, anapokuwa, anapokuwa anapiga chafya, anapokuwa na cheka, ama kitendo chochote ambacho kinasababisha kinachosababisha hewa iweze kutoka kwa nguvu. Na ugonjwa huu wa kifua kikuu unaweza kusambazwa zaidi pale mgonjwa anapokuwa na wadudu wengi katika mapafu yake. Dalili kuu za ugonjwa wa kifua kikuu ni kukohoa kwa muda wa wiki mbili ama zaidi, kutokwa na jasho usiku, kupungua uzito, kuwa na uchovu kupita kiasi, lakini pia na mwili kukosa nguvu. Hizo ni dalili kuu za ugonjwa wa kifua kikuu. NIMR imekuwa ikishiriki katika maeneo tofauti tofauti katika mapambano dhidi ya kifua kikuu kuanzia kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu, kupima ugonjwa wa kifua kikuu na kila matibabu pia ugonjwa wa kifua kikuu. Tumekuwa tukishiriki katika tafiti mbalimbali zikiwemo tafiti za chanjo za kuweza kupata chanjo madhubuti na salama kwa ajili uh, ya mapambano dhidi ya kifua kikuu. Tunafahamu kwamba kwa sasa hivi kuna chanjo inayotumika kwa watoto wadogo, lakini chanjo hii haimzuii mtoto mdogo kupata maambukizi ya kifua kikuu, lakini pia haimzuii mtoto huyo kupata ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu chanjo ya sasa hivi inazuia tu ugonjwa ambao ni mkali wa kifua kikuu kwa mtoto mdogo. Kwa hiyo kuna utafiti ambao tumeufanya kwa upande wa watoto wadogo kupata chanjo ambayo itakuwa uh, madhubuti na yenye kuweza kutoa kinga ya muda mrefu kwa ugonjwa wa kifua kikuu hmm. Lakini tunafahamu pia kwa wale uh, watu wanaougua kifua kikuu kwa mara ya kwanza, katika hatari zaidi ya kuugua kifua kikuu kwa mara nyingine, mara tatu zaidi ukilinganisha na watu ambao hawajawahi kugua kifua kikuu kabisa. Kwa hiyo tumekuwa tukishiriki katika chanjo za kifua kikuu. Sehemu ya pili ni upimaji wa kifua kikuu. NIMR hasa kituo chetu cha NIMR Mbeya kimekuwa ni sehemu ya kuongeza uibuaji wa ugonjwa wa kifua kikuu kwa kuweka GeneXpert machine, ambazo kwa upande wa kanda za juu kusini tumekuwa kinara katika kuongeza idadi ya GeneXpert machine, kujengea uwezo namna ya kutumia zile GeneXpert machine na hatimaye kuongeza idadi ya watu wanaopimwa kifua kikuuijiikashini. Kwa hiyo hiyo hayo ni maeneo ya mapambano ya awali katika vifua vikuu, lakini sehemu nyingine ambapo nimi tumekuwa tukishiriki ni tafiti za dawa. Tunafahamu kwa sasa hivi, kwa mfano, katika kifua kikuu ambacho sio sugu macho yake yanachukua miezi sita mpaka kukamilisha au kumaliza zile dawa za kifua kikuu lakini tumekuwa tukifanya tafiti mbalimbali zenye lengo la kufupisha matibabu ya kifua kikuu kutoka miezi sita batipa, usubu, kujia, mchate, mitake, kwa kifua kikuu ambacho sio sugu kuja muda mchache labda miezi mitatu mpaka minne. Kwa hiyo kuna tafiti kadhaa ambacho tumezifanya zenye lengo la kupunguza muda wa matibabu kutoka miezi sita kuja muda uh, ambao utakuwa ni chini kidogo. Lakini nivi pia tumekuwa tukishiriki katika vitendanishi ama vipimo vya kuweza kugundua kifua kikuu kwa namna ya kutumia sampuli nyingine zaidi ya ya kutegemea ile sampuli ya makohozi. Tunafahamu kuna baadhi ya makundi ambayo ni changamoto kupima kifua kikuu kwa kupata sampuli ya makohozi. Kwa hiyo tunafanya tafiti ambazo za tunaweza kutumia sampuli nyinginezo, kwa mfano tunaweza kutumia mkojo ama damu ama haja kubwa ili kuweza kupima kifua kikuu. Kwa hiyo tumekuwa ni sehemu ya mapambano ya kifua kikuu katika kutafiti vifaa vipya ama vitendanishi vipya kupima huu ugonjwa wa kifua kikuu kiku. Lakini pia mimi tumekuwa mstari wa mbele wa kupambana na yale madhara yanayotokana na ugonjwa wa kifua kikuu. Tunafahamu mtu anapokuwa amepata kifua kikuu, ametibiwa na tukipima makohozi kwamba hatuoni wadudu tena, kwamba kifua kikuu kimepona, lakini yule mtu anabaki na madhara ya ugonjwa wa kifua kikuu kwamba anaendelea kukohoa kwa muda mrefu, anapata shida kupumua anapata ugonjwa magonjwa ya moyo ama shinikizo la damu la kupanda kuingia e, madhara, madhara ya kifua kikuu. Tumekuwa tukifanya tafiti za kuangalia Mijitugela ni vitu gani hasa vinasababisha madhara ya kifua kikuu hata baada ya mtu uh, kupona ugonjwa wa kifua kikuu tuk, uh, kwa maana kama tukipima katika makozi hamna wadudu wa kifua kikuu, lakini anapata yale madhara ya ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo NIMR tumekuwa mstari wa mbele katika maeneo hayo ambayo tumekwisha kuyataja, pamoja na juhudi zote za kupambana na kifua kikuu lakini mpaka sasa hivi kifua kikuu bado ni tatizo kubwa kwa dunia. Ni e, moja ya magonjwa ambayo yanasababisha vifo vingi kwa watu. Kwa takwimu za mwaka jana, mwaka 2024, ambazo zina reflect zinaonesha hali ya kifua kikuu mwaka 2023, ni kwamba takriban watu milioni kumi duniani kote walikuwa ni ugua ugonjwa wa kifua kikuu hmm. Lakini pia katika hao milioni kumi, takriban watu milioni 1.6 walifariki kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu, kwani ugonjwa ambao bado unaleta changamoto kubwa katika maisha na afya za watu. Katika nchi yetu ya Tanzania pia, hali bado sio nzuri, ingawa kuna hatua zimepigwa, ni kwamba kumekuwa kuna ongezeko la watu ambao wanaibuliwa kwamba wana kifua kikuu. Kwa mfano kwa mwaka jana takriban watu laki moja na elfu ishirini na mbili walitarajiwa kugundulika na kifua kikuu, ingawa idadi ilikuwa ilishuka kidogo, watu wa hali halisi ambao walikuwa na kifua kikuu walikuwa ni elfu tisini na tatu mia mbili hamsini. Kuna upungufu katika kufikia lile lengo la watu ambao walitakiwa ku kifua kikuu. Uh, wito wetu kwa jamii ni kwamba kifua kikuu bado ni ugonjwa ambao ni tishio. Kwa hiyo mara wanapoziundua au wanapoziona zile dalili za ugonjwa wa kifua kikuu ambayo tumekwisha kuitaja: kukohoa muda wiki mbili, kupungua uzito, kutoka jasho usiku, homa basi ni vyema wakatafuta huduma za afya, maana hizi huduma za kupima kifua kikuu zinapatikana bure kabisa katika vituo vingi vya serikali. Kwa hiyo nitoe wito ito kwamba tuendelee kupambana na kifua kikuu e, kushiriki sisi wanajamii, kwa sababu viongozi wetu wameonyesha nia kwa ajili ya kwa namna ya kuleta vipimo karibu ambavyo vina uwezo mkubwa wa kuweza kupima kifua kikuu.